Aina licha ya juhudi nyingi za kuhamasisha jamii kuhusu haja ya kuasimila potovu kama vile ukeketaji na ndoa za mapema, uhaba wa, wa walimu saa wale wa kike bado ni kikwazo kwa safari ya elimu na wanafunzi wa kike huko Kajiado angaribi, ni kwamba wakizungumza a, kwenye hafla moja ya elimu katika eneo la Torosei, wazazi na washikadau wa elimu wanasema kukosekana kwa walimu wa wa kike kumesababisha wasichana wengi kukosa kujieleza saa wakati wa hedhi kwa walimu wa kike kiume. Kwenye kikao hicho wazazi waliahidi kuasimila potovu zilizopitwa na wakati ambazo zimekuwa zikichangia wavulana na wasichana kutoka eneo hilo la Kajiado Magharibi kukatiza masomo. Hapo awali tulikuwa watu wa utamaduni sana. Ilikuwa wakati wa likizo, tulikuwa watoto wanaenda manyata wana kitabu wanaacha hiyo siku hiyo tu shule ikifungwa. Lakini vile tumepata hiyo elimu e, tumeona masomo kama imekuwa ya muhimu, tumekuja kabisa kukomesha hiyo ukeketaji ya wasichana, ambapo ilikuwa inasumbua wasichana hapo mbeleni, sababu wakifanyiwa ukeketaji wanaona kama wamekuwa watu wazima. Shule nyingi za mashinani ikiwepo hii shule ya Torosei ina upungufu wa walimu na haswa haswa walimu wa kike. Kwa hivyo hiyo tu ni kuhimiza serikali yetu ya, ya kitaifa na haswa e, e, Teacher Service Commission kuhakikishe kwamba e, ama wajitahidi kuona kwamba wanatumwa walimu zaidi katika shule za mashinani na haswa haswa walimu wa kike.